Kristo Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Tenda kutumia muda mchache tu ambao Mungu ataenda kutusaidia kuona neno hili na somo hili, namna ambavyo tunatembea nalo. Nini maana ya baraka, au tunapoangalia hili somo la baraka za kiroho, ni vema tujue tu kwa utangulizi wa awali ambao najua, ama nafahamu kwamba unaelewa lakini tuelewe kwa pamoja na tutembee kwa pamoja kwamba baraka ni nini? Baraka ni nini? Baraka ni nini? Katika kutafuta maana nyingi ama katika zile chache zingine ambazo unazo mwenyewe, nikuongezee ni hii ama nikukumbushe hii kwamba baraka ni upendeleo wa ongezeko. Baraka ni upendeleo wa ongezeko ambalo halitegemei uwezo wako wala utendaji wako. Baraka ni upendeleo wa ongezeko ambalo halitegemei uwezo wako wewe, halitegemei uwezo wako kwa. Tunapojifunza baraka za kiroho katika Kristo lazima tuji, tujue kwamba kile ambacho tunajifunza na pointi zote ambazo tunaenda kuziangalia, tambua na kuelewa kwamba ni upendeleo ambao umeupata na wala hautokani na ujuzi wako wala hautokani na utendaji wako wala hautokani na juhudi zako, ila ni upendeleo wa yule aliyetaka kukupendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii kitu kama watoto wa Mungu lazima tuelewe kwa nini tupo hapa, ili hata unapomwambia mtu nimeokoka, maana yake utakuwa na ujasiri wa kujua hilo neno nimeokoka maana yake ni nini kwenye maisha yako na kama ukielewa, maana yake, maana yake linakupa wajibu wa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mara zote ukijiona huna wajibu wa kufanya kwenye hii neema ya wokovu, maana yake bado hujajua wokovu maana yake nini, bado hujajua ukikaa kwenye maisha yako hata leo tu ikatokea unatoka hapa ibadani, unapokea simu kutoka kwa Rais Samia kwamba nakuhitaji ikulu mara moja, utaanza kujiwajibisha kabla hujawajibishwa, kwamba na vango gani kwamba naenda niende hivi hivi, naaka kasuti kangu au la, nikabadilishe nyingine. Mbona kama inanuka jasho? Yaani, unajiwajibisha mwenyewe kwa simu tu ya rais, unaanza kujikagua. Na hata unapofika pale ofisini kwake, ama pale Ikulu, unaondoka uko na ufahamu wa kujiwajibisha mwenyewe kwamba mm -mm. Isimu hii simu hii inawezekana hata kama, kama nimetoa mlio ikaita kwao naizima kabisa, yani bado hujiamini kwamba umetoa mlio bado hujiamini nini, nini? Unajiwajibisha una kwa nini umetambua aliyekuita kuita ni nani, ni tofauti na ukiitwa na mchungaji wako hapa. Simu ikiita baba, samani kidogo, lakini kwa Samia uweze kufanya kitu kama waziri mkuu uweze ukafanya kitu kama hicho. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuna, tunapotambua tuna hili neno, maana ya baraka maanake, mpaka tunafika mwisho wa somo hili, wewe mwenyewe utaanza kujiwajibisha, utaanza kujiwajibisha. Na ukisoma katika kitabu cha Torati sura ya nane mstari wa kumi na saba hadi wa kumi na nane Biblia inasema mtakapokuwa mmefika Kaanani, mmefanikiwa, mmeinuliwa, mmepanda mkali